Tunaanza moja kwa moja katika gazeti la Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, kama unavyoonekana, wawekezaji arobaini na tisa nchini kukiona ni waliokiuka masharti ya umiliki wa mashamba viwanda, wengine ni walioshindwa kulipa tozo na riba husika. Walioozesha watoto miaka kumi na tatu kukamatwa. Habari hii ipo katika ukurasa wa pili, nikifungua kusomea kwa kifupi tu Wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia, wazee na watoto imeagiza kukamatwa kwa watu waliohusika kuwaozesha watoto wao umri miaka kumi na tatu na kuwakatisha masomo katika mkoa wa Shinyanga na Dodoma. Kuna habari, picha pia inaonyesha rais John Magufuli akiongoza kikao cha baraza la mawaziri kulu jijini Dar es Salaam. Gazeti la Mtanzania. Lowassa asema anajisuka urais elfu mbili na ishirini, afanya kikao na wafanyabiashara da, awataka wabunge UKAWA wadai katiba mpya. Habari ipo kurasa wanne. Njia tano za kujihami na wizi wa mabenki Habari ipo ukurasa wa tano, mojawapo ikiwa mtu yote atake anaitaka kwenda kuchukua fedha nyingi benki, atoe taarifa kwa jeshi la polisi apate ulinzi, kutumia njia mbadala ya kuchukua fedha benki ili kuepuka uhalifu huo. Habari inapatikana katika ukurasa wa tano. Wizara yafafanua mradi wa umeme Kinyerezi, habari ipo katika ukurasa wa pili. Gazeti la Uhuru, bomoa bomoa kusubiri kwanza Kigogo da kortini kwa unyang'anyi. Habari zipo katika ukurasa wa nne. Wazazi Mbea waagiza kurudishwa kwa mamilioni. Gazeti la Majira, uchaguzi Zanzibar, CUF kimya si udhaifu, asema, tunaheshimu mazungumzo, ndio maana tumenyamaza, hatuoni sababu ya kushiriki uchaguzi. Habari ipo katika ukurasa wa nne. Waziri Muhongo asisitiza wateja kuunganishiwa umeme wafanyakazi wa kigeni kumi na tano watimuliwa Mererani. Habari zipo katika ukurasa wa nne na watatu. Vigogo wa maliasili watuhumiwa ufisadi, wakusanya mamilioni ya fedha za wanakijiji. Habari ipo katika ukurasa wa nne. Gazeti la Raia Tanzania, vijana wampa karume wakati mgumu. Siri mradi dat sasa hadharani, udati serikali wazungumzia kwa kina. Waziri mkuu asema nauli ni shilingi mia saba tu, mradi usipoanza Februari itakuwa Julai, habari ipo katika ukurasa wa nne. Bomoa bomoa baraza la mawaziri la gawanyika Burundi isimamishwe, jumuiya Afri, Afrika Mashariki yasema. Na tukielekea katika habari za michezo na burudani, gazeti la Champion Kocha mpya Simba atumiwa tiketi ya ndege. Mzungu wa Kenua Milovan aomba kurudi. Kere agoma kuondoka. Luigi aitangazia kiama Ndanda FC. Dylan Kere ampigia simu Mkwasa amtolea uvivu, uvivu. Kanavaro atangaza kustaafu Taifa Stars. Gazeti la Raia Tanzania, michezo na burudani yanga yapata pigo kibadeni hofu ya kushuka daraja kigogo tipi mazembe ambani ya samata gazeti la majira mayanja wachezaji hawana pumzi stamina simba ura mabingwa mapinduzi kapu 2016 kocha mtibwa apasua jipu ni gazeti la uhuru gazeti la mtanzania striker ura tamani yanga ni yule aliyewaua kombe la mapinduzi kaburu acheza kama pele zanzibar na nikimalizia gazeti la habari leo Kocha mpya Simba Achimba Mkwara. Yanga waitangazia maumivu Ndanda FC.